Wakati Dr. Sena anaingia madarakani tulikuwa na malengo ambayo ilani ilitupangia aa, na katika malengo hayo tulitarajiwa hapa tujenge madarasa wastani wa alfu moja lakini kwa sasa upande wa msingi peke yake tumeshafika madarasa 2893 ambayo ni zaidi asilimia ya asilimia mia mbili ya utekelezaji kwa upande wa madarasa ya msingi. Kwa upande wa madarasa sekondari tayari tumeshajenga madarasa alfu moja mia tisa na kumi na saba ambayo utekelezaji wake ni zaidi ya asilimia mia tatu themanini na tatu yani tumezidi mara tatu ya malengo na maelekezo ya ilani. Kwa hivyo wenyewe hapo ni mashahidi, mnaona mijini na vijijini namna ujenzi wa madarasa mapya unavyoendelea sambamba na visiwa vidogo vidogo. Leo nataka niseme katika kipindi hichi cha awamu ya nane, mpaka tunafika hapa, hakuna shehia ndani ya Zanzibar Unguja na Pemba, ambayo haina skuli ya serikali, bali unaweza kukuta baadhi ya shehia kuna skuli zaidi ya tatu, inategemea jiografia ya shehia husika. Nataka nitoe mifano kwa mfano ukenda shehia za mjini, ukenda maeneo ya mjini hapa uweza kuta skuli mbili ndani ya shehia moja, hali kadhalika hata vijijini. Kwa hivyo shehia zote za Zanzibar zipo skuli za serikali, kwa sababu maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kwamba watoto wasitembee zaidi ya kilomita tatu kufika katika uh, maeneo yao ya kujifunza. Hilo tumefanikiwa sana kutokana na ongezeko hili kubwa la vyumba vya madarasa. Kwa hivyo tunasema aa, ni, ni historia katika mabadiliko au katika mapinduzi ya sekta ya elimu. Lakini ha, <coughs> hata upande wa dahalia wakati amianane, Dr. nn daningea madarakani, tulikuwa Pemba, kwa mfano tulikuwa na dahalia sita tu, lakini kwa sasa tuna dahalia tisa na bado nyingine zinajengwa kipita katika maeneo mbalimbali mnaweza kuona, kwa mfano tembeleeni ula Micheweni pale eneo la Kifundi, taona kijiji kizima pale pale, ile ni skuli, ndani yake mnadahalia. Lakini mkitembea kwa mfano mpaka vijijini, nendeni Michezani, ni, ni maeneo hata hamwezi kuamini, lakini ndio uhalisia. Michezani pale jiografia yake, watoto wanamtoka masafa makubwa, kwa hivyo wazazi wamelalamika, hakuna michipuo kule wala hakuna vipawa, lakini dakhalia tunaijenga na inaendelea sasa, tunaimalizia. Lakini mkenda maeneo ya kiwani pale, kijiji cha Mauani, takuta dakhalia inajengwa. Tunaimarisha miundo mazingira haya dahalia kwa kuongeza dahalia nyingine. Kwa mfano kenda Fidel ni shule kongwe, dahalia zake ilikuwa zipo mbili, ya wanawake na wanaume. Kwa sasa tunajenga dahalia nyingine, ipo dakhalia pale upande wa wasichana mpya sasa hivi, uh, bado kufunga vitanda tu, lakini kuna dahalia ya wanaume tayari imekamilika wamehamia, na maeneo mengi mengi mengi sana, zile zinatoa fursa sana kwa wanafunzi kuweza kupata utulivu wa kusoma.